Wapate mafunzo na mafunzo hayo wanayapata kwenye vyuo mbalimbali vilivyosajiliwa, Arusha Teki kikiwa kimojawapo. zana ya dereva kutembea na cheti barabarani, labda uliipata tofauti kidogo. Vyeti hivi ndivyo vitawasaidia kwenye wanapokwenda kubadilisha leseni zao au kwenda kuongeza madaraja. Sasa hizi mifumo ya utoaji leseni imebadilika sana. Inahitaji ili mtu badilishe leseni yako, lazima muhusika uwe umehudhuria mafunzo fulani. Kama unataka uwe na daraja la kuendesha HGV, basi lazima uhudhurie mafunzo ambayo yanalenga kupata HGV. Ukitaka kuendesha magari ya abiria, lazima uhudhurie mafunzo na kudahiliwa, na unapopasi, utapata hiyo daraja. Ile movement meshi yakinatokea nini huko ndani? Kwa hiyo hata kama ukimsikiliza masuala ya lubrication system, kama kuna vyuma kule vinatembea vinasagana Usipocheki oil kwenye engine yako at the end madhara. E, sipoweka maji kwenye engine yako. Kwa hiyo anapata uhalisia kwamba kumbe, eh, nisipoweka maji nisipoweka oil, anything can happen, kwa sababu ili vyuma vinasuguana.